Majina naitwa Abel Zakaria Hanspop nikiwa na dadangu Angel Zakaria Hanspop. Tupo mbele yenu hapa kama wasimamizi wa mirathi ya baba yetu marehemu Zakaria Hanspop, ambapo leo hii tumewaita waandishi, kwa niaba ya ndugu zetu na watoto wa marehemu Zakaria Hanspop na familia ya marehemu Zakaria Hanspop kuja kutoa shukurani ambapo awali tuliwaita waandishi wa habari kuomba msaada kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, tukiomba msaada juu ya mirathi, juu ya mambo ambayo yalikuwa yakiendelea kwenye mirathi ambayo tulikuwa hatuelewi, na juu ya mustakabali mustaka wa mali za marehemu baba yetu. Mara kwanza tulikuwa tuna access na mali za baba ambapo kuna wenzetu watoto wa Mariam Zakaria ambapo walikuwa wanashindwa kwenda shule na kupata matumizi, ambapo jambo bado halijapata hatujalitatua, ila tunashukuru Mungu kwa sababu kupitia hili tumeweza kujua kwamba hizo mali zilibadilishwaje na wamiliki walikuwa ni watu wengine ambao walibadilisha hizo mali kwa jibaztiki za kinyume na sheria.